Moja kati ya sifa ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi, moja kati ya sifa zake kubwa kabisa, sio mwanasheria. Kwa hiyo pengine kuna mambo anaweza kaa na atamka, anayatamka kisiasa kufurahisha wale ambao wanakuwa wanamsikiliza. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya kumi na nane A imetoa haki ya watu kutoa maoni yao kuhusu jambo lolote lile, liwe ni tarehe 29 Oktoba, liwe ni mwakani, liwe mwaka 2030, katiba imetoa uhuru, ili mradi tu katika kutoa huo uhuru wa maoni yako, uhuru wa kutoa maoni yako usivunje sheria za nchi. Sasa kwenye sheria zetu mpaka leo tarehe tatu mwezi wa pili mwaka 2026, hakuna sheria yoyote iliyotungwa na bunge inayosema mtu yeyote atakayezungumzia matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 atakuwa amefanya kosa la jinai na adhabu yake itakuwa kufungwa jela miaka mitano. Hakuna hiyo sheria ya hivyo. Na nchi haiongozwi kwa matamko. Nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Na ndio maana Dkt. Emmanuel Nchimbi wakati anaapa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliapa kwamba atalinda katiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa uhuru wa watu kutoa maoni kwa hiyo, hiyo alichokiapa alicho, alicho Dkt. Emanuel Nchimbi ni kwamba ameapa kulinda uhuru wa watu kutoa maoni yao hata kama hayo maoni yanahusu tarehe 29 Oktoba. Unawanyamazishaje watu nyie? Hakuna nia njema inayovunja katiba. Katiba imesema watu waongee, watoe maoni. Dkt. Emanuel Nchimbi sio katiba. Katiba inataka watu watoe maoni yao. Hii nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria, haiongozi kwa mujibu wa matamko, na jambo lolote haramu haliwezi kuwa halali eti kwa sababu limetamkwa na fulani. Yani kwa sababu kauli imetolewa na makamu wa rais ya kukataza watu wasiongelee mambo ya tarehe 29 Oktoba kwa hiyo hiyo kauli inakuwa ni halali? Uhalali wa kauli au uharamu wa kauli utapimwa kwa namna ambavyo kauli hiyo inaheshimu katiba. Kwa hiyo ukienda kuangalia katiba, katiba inasema kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake kwenye jambo lolote lile. Kama mnataka kuponya taifa, tafuteni namna ambayo haivunji katiba, inaingili namna ambayo haiingili uhuru na haki za watu, watu waweze kunyamaza. Kwa sababu kesho utaambia usizungumzie Simba alivyotolewa jana kwenye klabu bingwa Afrika, usizungumzie hiyo. Na anaweza ikatolewa hata na rais, labda yeye ni mshabiki wa Simba, anaona Yanga wanaongeaongea sana kule, wanawazodoa akasema tu bana, kuanzia leo mambo ya kujadili Simba kufungwa au kutolewa mapema kwenye klabu bingwa msijazungumze. Sasa hii nchi ikiwa na matamko tutafika kule tunakotaka kufika? Ndio maana tukajiwekea katiba, tukajiwekea sheria, na mlinzi namba moja wa katiba ya nchi ni rais, mlinzi namba mbili ni makamu wa rais. Kwa natarajia wakati wote makamu wa rais anapotoa kauli zake awe tayari ameshasoma katiba kwamba hivi hii kauli naenda kuitoa kikatiba, imekaa sawa? Watu wamekufa, au wao unabisha kwamba watu wa wajafa kama watu wajafa, kwa nini tumeunda tume sasa? Sasa katikati ya misiba hiyo, watu wanaongelea mambo yao, maoni yao, maumivu yao, wao wanasema wasiongee. Kidonda kwanza ili kipone, lazima kitoneshe. Naomba nirudie, kidonda ili kitibiwe, lazima kitoneshe kwa kutoa usaa wote ule, mauchafu mauchafu yote, afu ndio unaweka dawa, afu kinapona kidonda. Ambacho hakiwezi kutoneshwa hakiwezi kupona. Kwa hiyo kama watu watakaa kimya wakidhani kwamba kwa kukaa kimya ndio watakuwa wanaponya majeraha watakuwa wanazidisha majeraha, na matokeo yake hicho kidonda kitakuwa kidonda ndugu. Kidonda ndugu ni kidonda kisichopona, okay, na kina harufu mbaya sana.